Miongoni mwa sababu za kuilinda amani na kuihifadhi amani ni raddu al-umuri ila ashabiha, kuyarejesha mambo kwa wenyewe. Kuna kipindi katika nchi yetu yanatokea majambo, kuna mambo yanatokea na habari zinatokea, habari mbalimbali ambazo hizo habari zinaweza kunasibishwa labda na serikali zikanasibishwa kama zinatoka labda Ikulu, ikawa hizo habari ima ni zaheri au siyo zakheri, au zikawa zimenasibishwa na wizara ya mambo ya ndani zikawa ni zaheri au siyo zaheri, au zikanasibishwa na wizara fulani au na kitengo fulani katika vitengo vya serikali au zikanasibishwa na sehemu mbalimbali, zikawa ni habari zaheri au zikawa ni habari za shari. Manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasalam aliyotufundisha kutoka wa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba habari iliyokuja tutafute uthibitisho kutoka kule ambako inahusika. Kama habari inahusiana na serikali, sisi tuisikilize serikali inasemaje kuhusiana na habari hiyo. Uthibitisho na maelezo ambao sisi wa Tanzania tunatakiwa kuyakubali ni yale maelezo ambayo yanatolewa na serikali. Habari kama inahusika na wizara ya kilimo, sisi tutachukua maelekezo ya wizara ya kilimo. Habari kama itakuwa inahusiana na wizara ya mambo ya ndani na polisi wa maila dhalika, sisi maelezo ambayo tunatakiwa kuyachukua, Watanzania, ambao tutayakubali ni yale maelezo ambayo yametokea yametolewa na wizara hiyo.

linafungamana na mambo ya furaha, mambo ya amani, au ile khaufi au mambo ya vita. Ikaja habari kwamba jamaniye, Tanzania labda wameingia magaidi au Tanzania inavamiwa, ni jambo linaogopesha, ni jambo ambalo linaogopesha. Au jamani, kuna tofauti katika serikali, ni jambo ambalo linaogopesha. Au likawajia jambo la furaha kwamba bwana, kuna hivi kuna vile kuna kadha Allah anasema watu hawa ambao hawana adabu au watu hawa ambao wanafanya vibaya, ikiwajia habari kama hizi za kufurahisha au habari za kuogobesha, adha'u bihi, wanazieneza hizo habari bila ya kutafuta uthibitisho kwamba ni habari za kweli au siyo za kweli, wao wanaeneza tu. na ahiana tukiwa kwenye majilisi zetu za kahawa, kwenye vikao vyetu mbalimbali maskani Utakuta mtu anakuja, anatwambia anasema, jamani, mimi nina habari za ndani, nazo za ndani, kuna za ndani, yaani kwa maana za ndani usitafute uthibitisho wake. Huyu mwenyewe ambaye anatwambia kwamba kuna habari za ndani, na yeye mwenyewe kaambiwa kwamba kuna habari za ndani, na yule aliyeambiwa na yeye kaambiwa na mtu mwingine, hivyo hivyo zile habari zinaenda zinakatika, kama alivyosema al-allama Muqbil bin Hadi Alwadi rahimahu Allahu taala, muhadithu Alyaman, anasema kwamba habari hizi ambazo zinaitwa za ndani, hizi habari ambazo huwa zinavuma katika nchi, anasema isnadi yake huwa inakatika, ile cheni ile huwa haiungi, huwa inaenda inaishia jangwani. Fa inna isnadahu la yantahi illa ila ila ssahara, isnadi yake ile cheni yake huwa haiungi, huwa inaenda inakatikia kwenye nini? Inakatikia jangwani. Kwa hiyo unakuta huyu anamhadithia yule anasema ni za ndani, yule anamhadithia yule anasema ni za ndani, habari zimetoka Ikulu bwanaye, unajua bwana rais halali Ikulu ha. umezipata wapi ah, za ndani? Wewe hata kuna jamaa yangu anakaa Ikulu, si kweli kama kuna jamaa yako anakaa Ikulu, na yeye mwenyewe kuna mtu mwingine kamwambia na yeye kamwambia kuna jamaa yangu anatoka, hivyo hivyo. Zingine zinahusiana na jeshi zingine zinaishiana sui na kadha na kadha bwana, nasikia si fulani na fulani ana tofauti na fulani fulani, anabifu na fulani. Ni khabari imma zinatia furaha, ni khabari ima zinatia nini, zinatia khofu, watu wataogopa. Haifai kuzisambaza hizo khabari. Allah anawasema vibaya wale wenye kusambaza habari ambazo zinawajia bila kutafuta uthibitisho. Allah anaendelea anasema, walauraduhu ila rasul Lau kama hiyo khabari hiyo wangeirejesha wa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, na hii ni kwa wakati wake alayhi salatu wassalamu. wa ila uli al-amri minhum, au wakazirejesha khabari hizo kwa viongozi wao na wanachuoni wao wakazirejesha mahala husika, laalimahu alladhina yastambitunahu minhum, wangejua kwamba hao viongozi na hao wanachuoni watawaambia nini

alladhi fihi musibatun alayhim, au ikawajia habari na jambo ambalo litawaogopesha litawapa taharuki ay yatathabatu, kama ni wajibu wao watafute uthibitisho kama hii yi habari iliyotujia sawasawa, iwe ni ya furaha au ni ya kuogopesha kuleta taharuki, je ni ya kweli au siyo ya kweli? Kwa watu watathabati, watafute uthibitisho

kwa viejeshe kwa wanachuoni na kwa viongozi ahadi rrayi watu ambao wana rai za sawa, walilmi wanaviyoni wannushi, watu wenye nasaha, walaqli watu wenye akili, warazana wazidejeshe kwa watu wenye busara katika nchi yao, wasizirejeshe kwa watu ambao hawahusiki na mambo hayo wazirejeshe kwa watu wenye rai na ilmu na nasaha na akili na busara, alladhina yaarifuna alumur, ambao wanayajua majambo katika nchi yao, wanajua maslahi mazima ya nchi, kwamba hapa nchi kwa neno hili itapata maslahi nchi kwa neno hili itaingia katika hasara na matatizo, wayarifuna almasaliha wa dhiddaha, wayarejeshe kwa watu ambao wanajua maslahi na kinyume chake wakishayerejesha huko katika vile vitengo husika katika nchi yao, fa in ra'au fi idhaatihi maslaha, wakiona kuieneza ili khabari kuna maslahi, wa nashaatan lilmu'minina wasururan lahum, na kwamba watu watachangamka watafurahi, wataharuzan min aada'ihim, na watu wataweza kujikinga na kujihifadhi na kujidifensi na wale maadui yao, maadui ya zao

lam yudhi'u, hawato yeneza hiyo habari, hawato yeneza wali hadha qala. Na ndio maana Allah akasema la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, wangejua kwamba hii istimbati ni ipi, ni faida gani ambayo inatokana na hii habari ambayo inaenea, wangejua yastakhrijunahu bifikrihim, faida ambayo wanaitoa kwa fikra zao wa ara'ihim sadida na rai zao ambazo za sawa sawa, wa ulumihim rashida na elimu zao ambazo ni za haqi ambazo zimesimama kwa sawa sawa. Anaendelea Assaadi rahimahu Allah, wa fi hadha dalil liqa'idatin adabiyya, na katika hili kuna dalili ya kanuni ya kiadabu kwamba watu inabidi wapitie katika kanuni hii juu ya kuzitengeneza adabu zao. Hii ni kanuni ya kutengeneza utaratibu uliokuwa mzuri wa maisha. wa hiya annahu, na hiyo kanuni inasema kwamba idha hasala bahthun fi amrin min alumur, ikiwa itatokea tafiti miongoni mwa tafiti za majambo, yambaghi ayuwalla man huwa ahlu lidhalik, itatakiwa apewe yule ambaye ana uwezo wa kufanya hivyo, yule ambaye anahusika. Kama jambo linahusiana na mambo ya usalama wa wananchi, hilo jambo tunalirejesha katika vyombo vya usalama na amani. Kama jambo linahusiana na mambo ya kilimo, tutalirejesha katika wizara ya kilimo. Kama jambo linahusiana na wizara ya mambo ya nje, nitarejeshwa katika wizara hiyo. Kama jambo linahusiana na mambo ya serikali za mitaa, serikali za wilaya na mkoa litarejeshwa huko huko. Hao ndiyo ambao watayasema majambo hayo, ndiyo ambao watatoa ma, maelekezo na maelezo yenye kuridhisha, kwa sababu wao ndiyo ambao wanasimamia hivyo vitengo. Wayujaali ila ahlihi, hilo jambo lielekezwe kwa wenyewe. Wala yutakaddamu baina aidihim, na wala watu wasiwatangulie Akatokea mtu yuko Amerika au yuko Ufaransa au yuko ndani ya nchi akaanza kulitolea maelezo, abadan, huyo maelezo yake hatuyakubali. Tutakubali maelezo ya wale ambao wanahusika na maeneo hayo, kwa sababu wao ndiyo, ndiyo, kwa sababu wao ndiyo wahusika, ndiyo wanaona kwamba kuna maslahi ya kuweza kuyazungumza mambo hayo, fa innahu aqrabu ila sawabu. Mambo tukiyarejesha kwa wenyewe, hiyo ndiyo ambayo itakuwa ni karibu na sawa, wa ahra lisalamati wa, au ahra li salamati min alkhata, na itakuwa hilo jambo ni zaidi na zaidi kusalimika na makosa. Kwa hiyo mambo ambayo yatatokea katika nchi yetu, sawasawa ni mambo ya kutupa furaha au kutupa kutuogopesha, tuyarejeshe katika vitengo vyake, tuyarejeshe katika vitengo vyake, hapo tutakuwa tunaishi maisha yaliyokuwa safi, siyo mtu anakuja hatumfahamu kabisa au yuko mbali anatoa maelekezo, sisi wa Tanzania tunakubali? Abadan, tukubali maelekezo ambayo yatatolewa kutoka katika kila kitengo. Wafihi nnahyu ani wa iladala, katika hii aya kuna katazo la kukurupuka. Tusiwe wenye kukurupuka, tusiwe na haraka kwenye majambo. Wa tasarrui linashiri lumuri min hinni samaiha kufanya haraka kuyaeneza mambo habari wakati wa kusikia. Ukisikia habari ushaieneza, usifanye haraka kuieneza. wal amru bit taamuli kabla al kalam, na Allah anatuamrisha kwamba tuzingatie, tuyazingatie maneno, tuyazingatie majambo kabla ya kuyazungumza. wa nadhar fi, na tuyafanyie utafiti kabla ya kuyazungumza. hal huwa maslaha fayuqdimu alayhi al insan Je, ni maslahi mtu aye asonge mbele ayafanye ayeneze aseme au afanye amla au hakuna maslahi mtu atulizane? Hivi ndivyo ambavyo tunatakiwa kufanya, ndugu zangu Waislamu bilkhususi na Watanzania kwa ujumla, kwamba mambo ni mengi na maneno ni mengi ya kuweza kujielezea serikali kwamba kuna hiki kwamba kuna kile kwamba Watanzania msikubali abada watu ambao watakuja kutuletea maneno ambayo yana uchonganishi. Haipendezi sisi Watanzania kukubali maneno ya watu hawa.